Ah, huku taifa la Kenya likiungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya watoto wanaozaliwa kabla ya kukomaa, ipo haja ya mikakati mwafaka kuwekwa kuzuia vifo vya watoto hao. Mke wa mkuu wa mawaziri Tesi Mudavadi ameongoza zoezi la utoaji wa mashine za vio, eh, v, vivungulio za kuwasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao kufika katika kaunti ya Makueni. Aidha, kulingana naye asilimia 13 ya watoto wanaozaliwa humu nchini huwa hawajakomaa. Mashine hizo zitatumika katika hospitali ya Makueni, Kitui na hata Machakos. In Makueni County, we recorded 1411 preterm births and heartbreakingly, 250 of those infants did not survive their first 28 days. Behind these numbers are families forever changed and health workers whose daily commitment often determines the line between life and loss. These figures highlight the urgent need

and ensure equitable access to skilled birth attendants across Kenya. Wawakilishi na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, tunakwenda mapumzikoni, lakini usiondoke hapo ulipo. Utakaporejea tutakuwa na kusomea taarifa nyingine kabla ya kukamilisha taarifa zetu.